Qadhia ya mwisho ni qadhia ya stara kwa mabinti wa Kiislamu. Katika mambo ambayo kwamba ya kuhuzunisha, ya kusikitisha, ambayo kwamba yameenea kuenea kukubwa na kuovu sana, ni qadhia ya kuto kujistiri mabinti wa Kiislamu. Mola subhanahu wa Ta'ala yusema katika surati Al-Ahzab, baada an audhu billahi minash shaitani rajim

wavae majilbabu yao wavae mashungi yao. Na katika Surati Nuri, Mola subhanahu wa taala akakataza, kuwakataza wanawake kudhihirisha mapambo yao. Lakini lilasafi shadid, angalie katika TikTok, angalie Facebook, angalie mitandao ya kijamii, mabinti wa kiislamu wanavyojiachia uchi, wanavyojipamba na kujipiga mapicha na maklipu na kujichupa Ewe binti wa Kiislamu, ewe dadangu, ewe ndugu yangu, hayo mapicha ambayo kwamba uloyaweka katika mitandao ya kijamii ukiwa umejipamba, fahamu kwamba ni madhambi yanazidi kukuandama wewe, kila hayo mapicha yanavyozidi kutazama. Hizo maklipu ulizoziweka katika TikTok, katika Facebook, ulizoziposti hizo, ujue kwamba hizo ni dhambi, ni haramu, umeifanya hiyo na kila zinavyozidi kutizamwa dhambi za zidi kuja kwako wewe ila youmil qiama. Kwa usalama wako kwa usalama wako, kama una mapicha ambayo kwamba umeyaposti Facebook, Insta, Twitter, kama una maklipo ambayo kwamba umeyaposti uh, TikTok, Facebook, Instagram na sehemu zingine, kwa usalama wako ndugu yangu nenda kayafute. Ewe binti wa Kiislamu nenda kayafute hivi sasa haraka sana na utubie kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hayo yote ni mambo ya haramu. Hata unajiuliza iko wapi ghera? Iko wapi nakhwa? Iko wapi shahama? Hawa hawana kaka zao. Hawana ndugu zao, hawana wazazi ambao kwamba amba wanaweza kuangalia. Kama huwezi kuonea haya wazazi wako na ndugu zako, Waislamu wengine pia huwezi kuonea haya. Mola wako aliyekumba huwezi kumuonea haya. Hata unajiuliza, yani ukute hasa mabinti wa Kiislamu ameweka mobaili lake hapo mbele yua, amejipamba, yuanza kucheza, yua ruka ruka, yuafanya hivi, kama katuni, kama kijibwa, kama kishaitani fulani. Hata ujiuliza, unapata faida gani na haya mambo? Umekuwa katuni wewe, umekuwa mbwa wewe. Mambo gani haya ambayo kwamba tunayaona? Uchafu gani, uovu gani ambao kwamba tunauona? hasa mabinti, mabinti wa Kiislamu ameketi chumbani ameweka mobaili yake pale, matukua wenzake wanaanza kucheza wanaruka. Hamjui kwamba mnafanya ni haramu? Yote haya ni haramu, haramu fauka haramu. Na mkia posti katika mitandao mwandikiwa madhambi na mwendelea kuandikiwa madhambi, muda wa kuwa hayo mapicha yenu hayo maklipu yenu yapo katika mitandao. Kwa hivyo usalama wenu Mola, mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, kama mnataka usalama mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, yaondosheni haya maklipu yenu katika mitandao, yaondosheni haya maklipu yenu katika TikTok, hasa huu mtandao wa TikTok, kwa mbo kwa mbolo laaniwa katika mitandao ambayo kwamba ilo waharibu sana mabinti au ambayo kwamba mabinti wenyewe wamejiharibu kupitia mitandao, huu ni mpanda, mtandao wa TikTok. Tizama mabinti wa Kiislamu wanavyojianika Nyinyi mmekuwa ni biashara, mnajiuza, mwatafuta wateja, mwafanya nini? Yani ni haramu, ni makosa binti wa Kiislamu kujipamba akapiga picha akaposti katika Facebook, katika Insta, Twitter. Ni haramu binti wa Kiislamu kupiga mapicha yake akajipamba akaweka uh, status. Ni haramu kupiga picha binti wa Kiislamu kuweka katika profili na sehemu zingine zote za mitandao ya kijamii. Haram, haram, la yajuz, haifai Binti wa Kiislamu ni stara, ni hifadhi na ni nasaha pia. Tuielekeze kwa aulia ulumur, kwa wazazi, kwa wasimamizi, kwa walezi ambao kwamba wanaosimamia hawa mabinti fahamuni, kwamba hii ni amana Mola subhanahu wataala amewapa. Hii ni amana Mola subhanahu wataala amewapa, na siku ya kiamu mtaulizwa kuhusiana na amana kama hii. Wachungeni mabinti zenu, washikeni mabinti zenu, shikeni mobaili za mabinti zenu, angalieni wanafanya nini, wanafanya kitu gani, fuatilieni tasarufati zao katika hii mitandao ya kijamii. Usimpe mobaili binti alafu ukamwachia tu hivi hivi, la, la, la, la, la, la. Haya ndio ambayo kwamba yalo harimu mabinti asilimia kubwa haya mamitandao ya kijamii idhani, ndugu zangu Mabinti wa Kiislamu, dada zangu, ndugu zangu, banati, tahadharini sana na kuposti mapicha yenu, hasa kuna haya maduda ambayo kwamba siku hizi yanaitwa sio baitul halali, sio shaitani gani. Mabinti wa Kiislamu kwenda kupanda katika majukwaa kuimba makasida mbele za watu, kunengua na kukata viuno na kucheza mbele za watu, haram la yajuz. Hata kama mkaambiwa sio ni kasida, sio ni halali, sio nini, haram la yajuz. Haifai binti akaketi mbele za wanaume akaanza kuimba, anaimba si kaswida, vitu hakuna, haram la yajuzu. Hata kuimba imba na binti wenzako wenzao, siku kujirikodi wala kuchukua kamera. Sisi hata hai hizi misabakati za mabinti, msabaka kwa Qur'ani wa mabinti hivi, mbele za watu, mbele za wanaume na katika kamera nini, haram la yajuzu shar'an, shar'an la yajuzu. Hata msabaka kwa Qur'ani, si kuimba kaswida, hata msabaka kwa Qur'ani la yajuzu shar'an. Kwa hivyo haya makaswida hasa katika hii mausimu alhaji utaona makaswida huku na kule mabinti wa Kiislamu wapanda katika majukwaa. Yote hayo ni haramu na ni munkar. Mola Subhanahu wa Ta'ala atuhifadhi, atunusuru na anusuru mabinti zetu na mabinti wa Kiislamu, kulingana na kutokamana na mabala na hatari kama hizi, na wako mashekhi wahuni huni ambao kwamba watetea mambo kama haya. Wako maustadhi ambao kwamba usiojitambua usiojielewa ambao kwamba watetea munkarat kama hizi. Allahul musta'an.